ambia kitu ambacho kinahusiana na huyu jamaa hapa pembeni yangu, huyu anaitwa Tumbili. Nataka niwasimulie story kuhusiana na Nairobi, Do, uh, Dar es Salaam na Kampala. Nataka ni compare haya majiji matatu kwa uh, building, yani kwa u, kujengeka au jiji gani kubwa kati ya Dar es Salaam, Kampala na Nairobi. Naweza nikasema Nairobi is the capital city of East Africa, not Africa. East Africa but ile ukola iko Nairobi nataka ni kushow. Nairobi nimefika for for the the first time for the first time nafika Nairobi nikawa nimeibiwa pete ambayo ina gharimu milioni ishirini za pesa halali ya Kenya, K shillings milioni ishirini ya Kenya, pete moja niliibiwa, na ambaye alinibia ni mtu ambaye alinipokea yaani, mtu ambaye alinipokea mimi nilipofika hapa akawa ameniibia, lakini baadaye akawa hajanifanyia vitu nyingi mbaya, lakini alinifanyia tu ya hiyo pete. Haijaishia hapo, nikawa nimetoka nimeenda kwenye kwenye nini ile ile tunaita ya, ya en nini atnini nikawa nimeenda kwenye dento kunifanyia kanali tu ya jino kulicheki, wakaniambia eti laki moja ya Kenya. Yaani ni ukola tu. Baadaye nilivyowawashia moto wakasema, oh, sisi tulijua matengenezo ndo mpaka mbele, sijui itakuwaje, na wao wakanikola laki moja ya Kenya. Haya, this time nimekuja, kuna mtu tena akawa anataka aibe pete yangu, lakini baada ya kuiba mimi nilikuwa nime, sasa hivi nikawa nimeenda kuweka ushirikina hii pete ikakatika, ikamuumbua, ikawa imemchoma kwenye hapa Sijasema yes, ni tumbili, lakini msije mkawa mnazani mna tumbili. Si sio tumbili. <laughs> Eh, kwa hiyo pete ikawa imemchoma, ikawa imekatika. Hii unavyoiona hii ina gharimu milioni ishirini K shillings. Hii hapa. Sasa the difference between, uh, Nairobi, uh, uh, Kampala na uh, Tanzania. Nairobi ni jiji kubwa lakini liko na watu hawako friend, uh, friendly eh, friendly yeah, yani hawana ile ushikamano. Mtu ambaye anataka kutafuta pesa vizuri ana, anafaa aje kutafutia Nairobi. Kwa nini? Kwa sababu people here they respect money so if you don't have money they are not going to respect you. Yani hawawezi kwenda kuheshimu wala hawawezi kukupa samani yoyote. Ukija Nairobi huna pesa ya hoteli, umelipa siku mbili, siku ya tatu huna, wanakutoa. Yaani Nairobi haina ile kwamba utasubiri eti nitalipa baadaye hakuna, yaani huku ni cash and carry, yaani huku ni hivi. Kwa hiyo ni jiji nzuri sana kwa kutafuta hela, kama unataka akili yako ifanye kazi. by the way, leo, leo ni tarehe ngapi we? Leo, leo tarehe kumi na moja tunaenda kusherekea birthday party ya tumbili. Kwa hiyo kama we unajua ni mwanamke mlembo jo pale kwenye birthday ya tumbili ni wapi? Inaitwa, sema alpha ka, alpha kir atajua ye, mimi siwataji, kwa sababu sitangazi vitu hapo. Wanaitwaje? alpha kir. Watajua wao. Sasa tufike hapo, hakikisha mwanamke, umevaa umependeza kuliko mwanamke yoyote atakae kuwepo pale Mm. Nina laki moja yako, yaani mwanamke atakayekuwa amependeza kuliko mwanamke yoyote kwenye birthday ya tumbili. Mm. na laki moja yake ya Kenya, laki moja ya Kenya ni kama shilingi ngapi ya Tanzania? Milioni nne ah, milioni nne za Tanzania, lakini utakuja nazo zikiwa laki moja, utauja ya a Kenya. Ya Kenya. Mm. Okay mm. kwa mwanamke atakayependeza kwenye birthday ya tumbili ninatoa laki moja ya Kenya cash. Cash. And mm. na ninaitoa mbele ya watu wote mm. na huyo mwanamke nitamtangaza pale, kwamba mimi toka nimefika, binti niliyemshoni kilivyofika ni nikamuona nikasema, ya ana deserve hiyo laki moja ni wewe. Hata kama ni mtu umekuja na mtu kama mtu wako akapendeza, mimi nitamgeia laki mm. juu, kama una pesa utaenda ujinyonge mm. mm. tumbinu nawe akusema, nasema tu kwamba chifu atakuweko pale ndani ya mm. house na kama wanavyoona niko hapa mm. lakini pia Jacki atakuwepo, ehe, pengine huenda akawa yeye ndiyo atapendeza, atapendeza, si unajua pia anapendeza sasa. Jacki, ukipendeza na laki yako hapo Jacki, huwa anapendeza. Ah, umesikia pale nyuma mashabiki wamesema eh, zaidi anapendeza zaidi zaidi yani. Kwa, kwa hiyo una uhakika Jackie ndo atachukua laki yangu, hata nipe sasa hivi nika nini? Ndio umeanza ukola sasa, umeanza ukola <laughs> yeah, kama huu uliofanywa Kenya <laughs> kwa hiyo Kenya kwa ukola mm. eh, sindu i, hey. Lakini hey, ubaya hetumbili mm. Ukola wenu nyinyi sio nzuri, nyie mnafanya ukola, mtu anajua kabisa hii ukola. Sasa Tanzania mm, mtu anakutapeli ujui, lakini sasa si ukora, ukora ni ule ambao muna unafanya cheki mtu anakunyonga hivi, ukiona hivi na kunyonga, piona, hivina, kitu inaenda, ah. eh. Ukora ni mindset bro, inatakiwa mtu akuibie kwa yo, akili hiyo ni sio mtu akuibie hivi unajua kabisa huyu ananiibia. Kuna kierere na ukora, kwa hiyo hiyo yenu ni kierere, ni yenu ni ukora. Ukora, ukora lazima ufeel kama unanyongwa, unanyongwa kama unaibiwa, unaibiwa. Una feel umeibiwa, unanyongwa nyongo unaachwa na maana. Sasa mimi nataka nikushauri. Mm. Ili Jackie arudi inabidi twende kwa mganga. Leo <laughs> mimi na mganga huyo na babu yangu nakupeleka. mm. mm. tunafaa tuende, Jaki, tukachinje kuku leo hii mchana. mm. tunaenda kwa babu, tunachinja kuku, kama ni mbuzi au kondoo au ngamia, mi nitanunua, sawa. Tunafanya na sherehe pale, wana kijiji wanakula, Jaki jioni anarudi, anakuja pale <laughs> mi nataka akuje mwenyewe, amejitolea mwenyewe. Sasa juu faida, jamani kwa faida ya watazamaji wapenzi wetu mnaotutizama hapa sasa hivi, tumbili ako na mambo mengi juu mimi ni rafiki yangu, lakini hana ukola. Jaki ndo anajua mambo mengi, mi sijui kama ni mkola jaki anajua. Uh, sisi kama ma mashemeji, mwanamke tunayemtaka ni Jaki, hatumjui mwanamke mwingine yoyote na Jaki juu, usihangaike kwa sababu atakapoleta tena ukora ntatumika mimi mwenyewe. Tunaenda kwa babu yangu, tunakafunika kale kananiukake tunakafinya, akafanya kazi sehemu yoyote, usio na jishika sura na enda naye, tutaenda kuroga. Sasa ajifanye mjanja. Kwa hiyo, by the way tutakuepo hapo wapi? Mm, alfakir tutakuwa hapo na chigoda, lakini hapo yeah, ni sehemu ya yeah, mimi kwenda Yes, utakuweko pale. Naweza kufika kweli VIP? Yani e, yote ishafungiwa wewe ah. wadada wazuri wameanza kuingia sababu ya kupiga sherehe na chief. Oya. mwanamke atakayependeza kuliko mwanamke yoyote ni laki moja yake, na wote mtakao kuwepo pale mnikumbushe hiyo laki moja nitoe. Mwanaume ambaye atapendeza zaidi ajitegemee. <laughs> <laughs> <laughs> ajibebe kila <lakini. laughs> kitu mwanaume anapendezaje? fa Eh, shwari wewe <laughs> mwanaume unapendez